Ya nasi hasa waamini walei na watawa kutusindikiza kwenye hili zoezi na kutuombea katika maisha haya yanayotakiwa kweli yawe motomoto, kwani tunahitaji maisha kiroho ya kiroho yakae katika hali ya usahihi. Hapa nashirikisha jambo ambalo linazunguka kwenye kichwa changu kuhusu mambo ya ndoa Wiki iliyopita imeletewa kutoka ofisi ya anaita ni Marriage Tribunal, wale wanaochunguza kuchungulia watu waliokorofishana baada ya kufunga ndoa. Wanakuja na hoja mbalimbali zinazofanana kwamba hatukujuana ya kutosha, sikumfahamu mwenzangu vizuri kulikuwa na shinikizo la sisi, baba mama na nani, lakini kuna ambayo alikuwa na michepuko kabla ya hapo, na katika kufunga ndoa michepuko ikaendelea. Sasa hiyo ndio hali ambayo inafanya wengi waombe, kwa kuwa sikumfahamu wenzangu, naomba Mungu na kanisa waniondolee mzigo huu, na wengi wameshana mahakamani, wana hati za kuacanishwa kuhusu kugawanya mali. Hii ni hali ambayo inaonyesha kuto kukomaa katika kuchagua maisha. na katika uchunguzi ni kwamba baadhi ya vijana wanaanza uhuni tangu shule ya msingi, wanapita sekondari na uhuni, wanaingia chuoni na uhuni. Na katika uhuni huu hakuna chochote kitakachofanikiwa. Ni mtindo wa maisha ambao unaozesha fikra kudumu katika ndoa, kudumu katika maisha kuna hitaji uthabiti, nidhamu, makini ya ustahimilivu, wanaojua thamani ya maisha, uzuri wa maisha na ukweli wa maisha. Kuna ambao wanaingia kwenye ndoa kutafuta mali anajiwekaweka tu ili ampate fulani. Akishaona amepata anachotaka basi, ni kufumua hiyo ndoa. alafu na wengine pia wanadiriki kumbadilisha, alikuwa kanisa fulani, anaingia Katoliki kwa ajili ya ndoa. Wanapogombana basi, anarudi kwenye kanisa lake. Hii ilikuwa ni lifti tu kwa kutofahamiana, kwa kutoweka ukweli mbele. Kwa kweli, ninaonea huruma watoto wa wazazi wa namna hiyo. Hao ni yatima, wanaishi huyu yatima na wanaongezeka idadi. Kuna umuhimu wa kuomba nyakati kama hizi, mwaka wa Jubilei. Hivi kweli mtu binafsi anajifikiriaje, kwamba katika msafara huo mimi niko wapi, na kwa nini nafanya hivi? Basi wazazi wapendwa na walezi, mapadri, sisi sote, hali ni mbaya, mbaya kabisa, mbaya. Inapendeza kuvaa mavazi mazuri ya harusi, sendofu za ajabu ajabu sherehe za ajabu ajabu, lakini kwenye akili na mioyo ni mshangao, ni mshangao. Basi hebu hii safari ya matumaini, mahujaji, mahujaji wanasafiri wakiwa na lengo la kiroho katika matumaini. Matumaini gani? Nilikuwa nafuga kuku zamani wa kienyeji wale ambao natengenezea kibanda, alafu kuku wa kienyeji wanajua saa ya kuingia ndani ya banda. Unapofunga mlango, kama kuna kikuku kimebaki huko nje, sijui kwa sababu gani, mlango umeshafungwa, hawa wanaliwa na paka na wanaliwa na vicheche kirahisi sana si rahisi kweli, kwa sababu wakufuata taratibu. Naamini kuna wanaoliwa na vicheche kwa kudhani kwamba wanaishi uhuru wao, hawajali Mungu wala kanisa wala wazazi wala walezi, wote wao wenyewe tu na vitamaa vyao na mihemko, wameamua. Na baadhi walio chuoni wakiongea kwa akili sana, wanaishi kama mume na mke Hawajafunga ndoa amamu sio watu wazima, ili zile fedha ndogo ndogo za pocket money washirikiane kubalansi mahesabu. Na wanapofanya graduation ndio anaagana hivyo, kila mtu akatafute mbuyo wake, uko nakoenda. Sasa mwenzako aliishi katika unyumba wa namna hiyo, ndio tunachaguana tuanze maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu tusali sana, tuwe makini, tuache kutania maisha. Kutania maisha ni hatari na hasara mno mno. Basi hilo nimeliweka hapa, zawadi ya Pasaka pia, mwaka wa hija, mwaka wa jubilei, miaka elfu mbili ishirini na tano, kanisa lote linaadhimisha. Baraka zawadi ya ukombozi, hatuwezi kujikomboa tunakombolewa na Kristo mwenyewe, lakini ametuambia bila ushirikiano wetu, haya yanayopanga juu yetu hayataingia ndani. Tukifanana kile kikuku kinachochenga ratiba ya kuingia ndani, basi vicheche watatushughulikia bila huruma, na hayo sio mapenzi ya Mungu. Ametupa jambo hili la uhuru wa kuchagua, ni hilo hilo, inakuwa ni baraka ama ni balaa, uhuru wetu hapo hapo, na baraka au laana, kwa jinsi tunavyojali. Mungu anataka nini na mimi natamani nini, ni waanishe hayo yaende sambamba, ya Mungu achukue ya nafasi yake, na sisi walezi, hasa wazazi, mwe karibu sana na watoto, ongeeni nao. Wanaongea lugha mbili tatu, anakuambia hili moyoni mwake lingine, alafu anapokwama inakuwa ni shetani. Na la mwisho kabisa, mizizi iko mingapi? Tumefundishwa kwenye katekisimu mizizi ya dhambi iko saba. Inakaa wapi? Mlima Meru wa Kilimanjaro? Hiyo mizizi ya dhambi inakaa wapi? Ndani mwangu, ndani mwangu, ndani mwetu. Hiyo mizizi ukiweka rutuba inachipusha mambo ambayo hayaendi vizuri, lakini pia neema ya Mungu iko ndani mwetu. Tunaruhusu nini kichipuke katika maisha yetu? Tunaruhusu nini kisitawi katika maisha yetu? ni waamuzi wako na wangu. Nawatakieni Pasaka njema. Mungu atujalie nafasi ya kumshukuru kwa matendo yanayodhihirisha imani yetu kwake na upendo kwa jirani zetu inavyostahili jinsi mchungaji mwema alivyotuonesha na kutufundisha.